Mm, au mimi ndo yule mjinga nilokataga shule chekechea maana nimekosa nguvu kujitetea eee he, ina he, he, he. Inanipinda inanikunja kunja dunia tofauti na mama alivyonilea maana nimekosa nguvu kujitetea ooo oh, oh, oh. Nimeoza ndani kwa ndani natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtukati, kujiongoza siwezi tenge tengekwa ndege yangani kwa, kwa mbawa zangu mbona ningeruka, thamani ya utu wangu bei ya chapati hindo dunia wepakoa weo unijui. Hapa jina linanichanganya. Kwa hiyo nijui kabisa mwanangu. Eh. Hey. Eddie Music. Yaani unijui kabisa yani. Yes, ah, hapana, yo jina, pengine nakufahamu jina lingine. Sio Eddie Music. Mlikutana wapi? Wewe sikuma kukutana, mimi nimeingiza sound ya dunia, tulikuwa na jamaa alioni alionileta kwako. Mkumbushe. Mimi nilikuwa kama nani? Ulikuwa kama producer. Mkumbushe studio studio gani studio itapuwa. gani ambayo mlikutana Mbagala tumekutana mi na wewe studio jina inaitwa Pakwe Lolo International ndio mnajiita si internet sawa nashukuru sana mwanangu Sema tutakutana tu, ah, tutakutana tu mwanangu, kama we umeamua kunizima sawa. Upokei, mwanangu, simu zangu. Kwa nini upokei sasa mwanangu, muda wote nakupigia simu, abe abe, so drama mm. hujakutana uja na posti ya mtu ambaye anasema kwamba amedhulumiwa pesa yake. Halo, pako mambo pa yako? Salama mzima ndugu yangu, unaongea na Sarafina Jerry kutoka Rick Media. Rick Media, Rick Media Online TV. Okay. So, mzima ndugu yangu mzima? Salama kabisa hongera, kwa kazi ndugu yangu, moto unawaka. Naona, dunia ya moto yaani wanasema wewe ndio producer ambaye unaongoza kuandaa hizi sound kwenye kwenye series za uh, YouTube. hicho kikombe unakipokea so producer, ah, okay. Kuna, kuna, kuna, kuna posti nilikutana nayo, nikaambiwa nika wewe ndo umehusika kwenye hili swala kasema pako, mbona mbona nanili yake bayo, I mean, bayo yake haisemi hai kama yeye ni producer, lakini nikaangalia nikaangalia kwenye sound, kwenye dunia inakutaja wewe ndo, ndo uliyehusika. Kwa hiyo umehusika kuimba au kuandaa? Mimi ni mwimbaji, producer mwingine Yeah. Oh, okay. Kwenye dunia pale ina, linasoma jina lako wewe umeimba umeproduce, kama mwimbaji kama mwimbaji. Yeah. Una, unaweza ukanipa freestyle ya ile ngoma ya dunia? Okay. Una, unamfahamu mtu anaitwa Eddie Music? Hapana, haujawahi kukutana naye? Hapana, ni mwimbaji au ni producer? Ni mwimbaji. Ha, fahamu, fahamu. Na yeye anadai kwamba yeye ndo ameimba huo wimbo wa Dunia. <tipi> Kwani ni sasa anadai hivi? Na sio naioaria sifahamu, ndo maana nikasema nikutafute wewe unijuze, maana naona pale jina lako ndo limeandikwa <tipi> uaia wenyewe ndo mwimbaji na jitambulisha of course, kwa sababu nataki na kutambulika kwa sasa. Mm. Kwa sababu kwa bahati nzuri huyo huyo Eddie niko naye hapa sasa. Yeye anasema mnafahamiana, pengine labda akukumbushe mazingira ambayo mlikutana, pengine unaweza uka, ukawa ukamkumbuka labda. Wewe pako na wewe unijui mimi Eddie music Baba jina linanichanganya. Kwa hiyo unijui kabisa mwanangu. Eddie. Hey. Eddie Music. Yaani unijui kabisa yaani. Yes, eh, hapana, hiyo jina pengine nakufahamu kwa jina lingine. Sio Eddie Music. Mlikutana wapi? Wewe siku mkutana mimi nimeingiza sound ya dunia, tulikuwa na jamaa alioni alionileta kwako. Mkumbushe. Mimi nishuka kama nani? Ulikuwa kama producer. Mkumbushe studio. Studio gani? Eh? Yeah? Aise, aise, sikufahamu, sikufahamu. Studio Mnitabuani, gani ambayo mlikutana? Mbagala tumekutana mimi na wewe. Studio jina inaitwa studio jina, studio gani? Pakwelo International ndio mnajiita sijui internet. Tabana, tabana. Micho, producer. Sorry for that. Sawa ndugu, sawa. Nashukuru sana mwanangu, sema tutakutana tu, tuatutakutana tu mwanangu, kama we umeamua kunizima, sawa. Upokei sasa, mwanangu, kupigia simu zangu <laughs> Kwa nini upokei sasa mwanangu, muda wote nakupigia simu, abe abe Mano, kiyajua. Kiyajua kama drama inaendelea. So drama we <mimu> hujakutana na post ya mtu ambaye anasema kwamba amedhulumiwa pesa yake, pesa yake. Mm, na watu wa, wa dunia kwa sababu aliingiza sauti hiyo ngoma lakini malipo hakumaliziwa pengine ana maslahi yake au pengine ana mashaka na hilo. Kusema kweli, ni mtu mwenye nia mbaya, sio mzuri. Kama kama kuna mtu yupo ana claim kwamba wimbo wa dunia kaimba yeye na anadai si maslahi, huyo sio mtu mzuri. Okay mjumumia, yeah. Na na wewe na, we una uhakika kwamba wimbo umeandika mwenyewe umeingiza mwenyewe na ulioshirikiana nao ni watu ambao unawajua, hakuna mtu anaitwa Ed Music Simfahamu, labda kama kwa jina lingine, lakini kwa wanavyoelezea inaonyesha kabisa katunga hiyo story, kwa mimi sio producer Okay. Au kuna mtu anatumia jina lako kufanya ku, ku, kama ni producer? Maybe, lazima sidhani kama hivyo tu. Ni dalili ya kujulikana. Huo wimbo wewe ume, umeutunga mwaka gani? Kwaonyesha dunia ilipotoka na mimi wimbo na nimetoka. Ndio, ndio umetoka. Na mtoka baba yako kwa jina hilo. Tumemtafuta Tanafume. baba asma ye eh, hii kesi haimuhusu sana kwa sababu wewe ndo uliohusika kwenye sound. Tunamtafuta lakini ashiki simu, tunaendelea na jitihada <coughs> okay. jitihadaaa sawa sawa. Na kuelewa sana ndugu yangu, kama kuna namna yoyote, uh, unataka ku clear the air kwa mtu ambaye amekutana na habari kwamba kijana Ed Music anasema yeye ndo alioimba wimbo wa dunia, na wewe unasema wewe ndo umeimba. Kama una lolote la ku Hmm. Uh, eh, ni kama kitu bado ni kama tu ambayo inaendelea bado sijaisikia kwa muda kidogo, okay. Okay. No uhakika wa kuongea kutoa maneno yoyote, sina uhakika na hilo. Lakini wewe una uhakika kwamba wee ndo umehusika kwenye kuimba? Uhakika ni kwamba mimi ndo paawa international mm -hmm. wa dunia huu ndo uhakika iongeana na lafkili si yote anatokea, kwa sababu sijatambulishwa, si si aijao kipaumbele. Ndio maana hao wanatokea watu wanaoclaim kwamba nimeimba mimi nimeimba mimi, kwa sababu so, pia sijaonyeshwa si kutokana na mipango so, mipangona kwambia natambulishwa so, sina siku nyingi. Kwani umekutana na kesi ya mtu kusema yeye ameimba zaidi ya, ya Eddie? Hapana, ila nilimwona kuna mtu kuna mtu anaitwa nani anaitwa TikTok, okay. Iktokona, okay. Kuna mtu anatotoa yule alifanyaga kama alifanyaga cover, okay, alirudia Dunia mwanzoni kabisala awatu alijua ni yeye aliyeimba japo misho skua akagundua kwamba sio yeye su azifanani sauti yake na uimbo ule wa dunia basi sawa basi, mi nisikupotezea muda wako sana. Pako, kikubwa ni kwamba umeshakuwa na uelewa kwamba kuna mtu anaitwa Ed Music ana claim kwamba yeye ndo ameimba huo wimbo, na mi nitaendelea na jitihada za kumtafuta baba Asma, lakini pia we usisite kupokea simu yangu pindi nikitaka ushirikiano tena. hakuna shaka baba yangu, hakuna shaka. Asante sana. Kama ulivomsikia Pako International ambaye ukipita kwenye tamthilia ya dunia kule YouTube ndo inawekwa Uh, utaona wakati majina yanapanda, uh, kutoa credit kwa watu waliohusika, utaona kwenye sound linaandikwa jina lake Paco International, lakini kama ulipita kwenye mitandao ya kijamii uh, sio kwa ukubwa sana, haikusambaa kwa ukubwa sana, lakini kuna post kutoka kwa kijana ambaye eh, ni mtafutaji kwenye upande wa muziki anaitwa Ed Music ambaye umemwona hapa wakati anazungumza na Paco kwamba Paco Wow, unijui mimi unajua zile, huyu ni kijana ambaye analalamika kwamba yeye sauti yake imetumika lakini hapati chochote kupitia hiyo sauti. Aa, kama una, unaifahamu hiyo sound ya dunia, yeye anadai yeye ndo ameimba, lakini Pako International, anasema yeye ndo kaimba. So niko na Ed Music. Ed, yeah. nipo sawa sana yeah. mm-hmm. yeah. unaonekana vizuri sana kisanii zaidi. Ah, Mungu mwema. Pole sana lakini pia karibu sana ah, kwa mtu ambaye hakufahamu pengine, mimi ndo nimemleta Edi kwenye uso wake. Ed Music ni nani? Uh, kwa majina anaitwa Ed Music, ni, uh, ni msanii wa Bongo Fleva lakini pia ni mwandishi mm. yeah. na wewe unadai una kwamba wewe ndo ulihusika kuandika wimbo wa, mimi ndo mwandishi wa wimbo wa Dunia. Kwa hiyo wewe umeandika, ujaimba? Nimeimba pia na nimeandika na kuimba wimbo mm. yeah. wa dunia yeah. na umemsikia pako hapa, nimekuona unataka hata kulia yeah. Nimemsikia, nimemsikia, anasema hakujui, hajawahi kusikia kabisa hilo jina, labda kama una jina lingine. Ah, imeniuma sana, lakini sina budi kukubali, kwa sababu yeye ndo kaongea. Edi, nikumbushe, ni huu wimbo ambao unasema wewe umeuimba, uliwimba mwaka gani? Wapi ukiwa na nani? ni muda kidogo tuko, hmm. tunaenda mwaka wa pili. Nakumbuka nilikuwa na shuti wimbo wangu mmoja nilipigiwa simu na jamaa mmoja anaitwa Lichi hmm. Lichi ni mwanangu ambaye ananikubali sana kwenye kuimba hmm. Ye ndo alipata alipata hiyo ali issue akaniambia mimi na mtu wangu ambaye anaweza akaimba hmm. ambayo aliitoa kwa Pako ya yeah. Okay. E, tumekutana Vikindu. Okay. Mwaka gani? Ah, tunaenda mwaka wa pili. Tunaenda mwaka wa pili 2023 ina maana. Yeah. Okay. Tumeenda tume nimefika pale, nilienda na gitaa langu mimi kipindicho, kwa sababu mimi naimba pia naweza pia kupiga gitaa gita mm. Nimeenda kwa niaba, niingize sound kupitia gitaa gita mm. Nimepiga gitaa, tumepata sound, lakini sound kidogo ikawa haina haina mashiko sana mm. Nikapigiwa kinanda na pako pako mwenyewe ndo kanipigia kinanda mm. Alivyonipigia kinanda ndo tukapata sound ya dunia, nikapata idea nikaingiza Kamaliza kila kitu kwa, kwa, kwa mtu mwingine anaweza kasema, huyu Edi kweli kaimba Dunia huyu, mbona Pako amejiamini sana kusema yeye ndo kaimba huyu. Tunamjibu vipi huyu? Uh, mimi kama mimi nataka tukae hapa, yeye akae hapo, afu mimi nikae hapo em, nipe kionjo cha hiyo Dunia kwanza mm. au mimi ndo yule mjinga nilokataga shule chekechea, maana nimekosa nguvu kujitetea. He, he, he, he. Inanipinda inanikunja kunja dunia tofauti na mama alivyonilea, maana nimekosa nguvu kujitetea. ooo oh, oh, oh. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtukati, kujiongoza siwezi, bora tenge tenge kwa ndege yangani kwa mbawa zangu mbona ningeruka, thamani ya utu wangu, bei ya chapati. Hii ndo dunia ah, hangu kurako ni kicheko kwa wenzio dunia ah. Ya, kama hivyo madamu okay. Uh, hii ndo hiyo ambayo umeimba kwenye yeah, tamthilia ume ya dunia yeah, yeah hakuna mwingine, maana nakumbuka katikati walikuwa wanachanganya na, na, na, na nyimbo zingine zipo nyingi, lakini hiyo ni moja ya saundi ambayo inatumika sana, lakini zile zote, unajua nimeingiza vitu vingi. Mm -hmm. E, nipe nipe ndio, mm -hmm. Hiyo nilikuwa nasema ni, ni, nipe na hiyo nipe nipe nipe nipe nipe hiyo tamtam zote, so hizo zimeingiza mimi kwa sababu ni vitu vingi vingi, unaingiza tofauti. Irudie hiyo edit kwanza. <laughs> <laughs> Nipe relax, tu unavyoimba, yeah, nah. Usi usi usi panic. mm -hmm. Nani we relax uwanjani, so wako twende kazi. nipe nipe nipe nipe nipe hiyo tamtamu nikupende wewe tu uh, uh, uh. Kama harmony so, okay. zilikuwa hizo ndo mbili ambazo zinatumika sana zinatumika hiyo ya sana. sana. mm -hmm. pili tulikuwa tunapiga tu via harmony mm. mm, okay. yeah. so zipo zingine lakini hazijatumika ha, nyingi sana zipo kama zilikuwa kama tano. Tano. Yeah. Okay, na kuna mtu mwingine anaweza akasema, hasa huyu kijana, mbona siku zote asiseme kwamba yeye ndo kaimba na nini? Kwani anachotaka yeye sasa hivi ni ye, sasa, hivini, nini hu unataka nini? mimi kama mimi uh, nilitamani sana hmm, jina langu liandikwe kwenye Dunia. Hutaki pesa, hutaki nini? Unataka sikutaka credit. pesa, sikutaka nini kwa sababu pesa tunatumia zinaisha mm-hmm. na mimi zile zile kipindi ndio inatoka Dunia Episode. ya kuna kuna zile za kwanza kwa, uh, walikuwa hajaandika sound. Nilijipa moyo nami nilikuwa naongea na, na, na Paco ananiambia takuja uwekwe zijazo mm. Kwa sababu saundi bado ajaandikwa Pako huyu huyu yeah. Yeah, okay. Lakini cha ajabu saundi ikapewa yeye ila mi, kinachoniumiza zaidi mm. Ni kwamba walipandisha kabisa ka kwenye ya kwenye yeah, ambapo kwamba inatumika pia kwenye saundi ya, ya TikTok mm. ambapo analipwa pesa pia An analipwa Pako ya yeah. katumika yeye kama yeye inauma sana kwa sababu tunapambana sana ili tufanikiwe. That's true, man. Ya, tunapokuwa kwenye sanaa tunapoteza vitu vingi sana hadi wazazi unakosana nao. Mm. Lakini kwa nini napofika mafanikio alafu mtu anatumia nguvu zako kutimiza ndoto zako? Sahi. Na, na, na, uh, pako anakataa kabisa, kama nyinyi mnajuana lakini pia wewe unasisitiza kwamba wewe yeah. Kwa na pako mnajuana, ii nanipa tafsiri ya kwamba wewe ukuwasiliana na Baba Asma moja kwa moja, au uongozi wa Bichwa series, inaitwa Bichwa, inaitwa Bichwa Production, kwa Baba Asma. Umewahi kuongea na Baba Asma au Manyanya au Mudi Mzungu ambao wanahusika na ile production? Uh, kuwasiliana sijawahi kuwasiliana nao ila tu nilijaribu kuforce kupata namba zao mm -hmm. Nikawa nawapigia simu hawapokei, nimejaribu mm -hmm. kutuma sana meseji wasapu lakini sijafanikiwa mm -hmm. Ja, a ndo nivyoishia. Ulipata nam uli namba ya nani na nani? Nimepata namba ya Manyanya, nimepata mm -hmm. namba ya Vaileti, nimepata mm -hmm. namba ya Mati mm -hmm. Ukawa unatafuta na kasti. Sasa sio viongozi tena? Hapana, sio sio viongozi kwa sababu ulikosa namba zao au ya nikosa namba zao kabisa hmm. Nikosa namba zao kabisa, okay. yeah. Sasa mimi nataka tufanye kitu kimoja cha kiungwana kabisa yeah. kwa sababu sikutaka we usikike peke yako kwamba ah, mimi nadai hizi yeah. una wa-accuse watu pasipo na ushahidi. tumempigia pako hapa yeah. na pako anakiri wazi kwamba yeye ndo amehusika kwenye sound. na wewe unasema wewe pako ndo alokusimamia kwenye production yeah. yeye kama producer. na yeye anasema yeah. si producer Uh, natamani uongee na Baba Asma kama anakutazama sasa hivi yeah, kwa busara ambayo unaweza kuifikisha hiyo taarifa, yani busara yoyote uliokuwa nayo ikusanye hapo, edi, tuongee baba na Baba Asma. Nafikiri na yeye ni kijana mpambanaji kama wewe, kama kuna ukweli wowote yeah, anaweza kufanya chochote chochote cha kumwambia mimi, ja ninachokiongea na Baba Asma, na mimi yeye kufika hapo amepambana. Hmm, angalia tu kamera eh, na mimi yeye kufika hapo amepambana, anajua maana ya haso ni nini. hmm inauma sana kutumia jasho la mtu mm. ambaye anataka afanikiwe mm. ambapo anataka kufika ambapoanataka oh, unatumia ile jasho yake anabaki pale pale nabakaleale mm -hmm. Mimi sina pesa mm. Lakini pesa pia naitamani sana mm. Mimi nachokiomba, sina cha kukidai chakukidai mm. Japokuwa kuna pesa ambayo iliyobaki na dai lioa mm. Kama utaiona video hii baba Asma, basi kaa chini na pako mwambie nacho kihitaji, pale kwenye jina liwekwe tu jina langu okay. ya likishowekwa jina langu na mimi hata nikimwambia mama nimefanya saundi kwenye kwenye, kwenye, kwenye, kwenye kwenye dunia dunia mm -hmm. nikimwonyesha jina atafurahi sana wewe unataka jina tu jina tu ndo kila kitu nimekusikia ni hapo unasema ulilipwa pesa uh, ni kiasi gani mlikubaliana na walikupa kiasi gani Tulio hmm. lakini pesa tuliokubaliana ilikuwa laki nne pako sasa, lakini pesa niliolipwe ni laki na nusu. mm -hmm. kwa hauna uhitaji tena na pesa iliyobaki ah, yote anawezekana kama, hmm. pia itashindikana nilipwe tu pesa yangu basi, kama itashindikana kuwekwa jina ya, kama itashindikana kuwekwa jina kwa sababu ashawekwa mm -hmm. basi nilipwe pesa yangu mm -hmm. kwa, kwa sababu mimi nachokiamini ni sauti yangu na ni talenti yangu, hmm. Na uwezo wa kuandika vitu vingine zaidi ya hivyo na nilichokifanya, okay. Lakini nikilipwa pesa yangu basi itatosha. Kama wameshindwa kuweka, kama wameshindwa kuweka jina, nikilipwa pesa yangu inatosha, kwa sababu sauti ni yangu, talenti ni yangu, nitumia mwenyewe akili zangu na nina uwezo wa kutengeneza kitu zaidi ya hicho, yeah, okay. Hivyo tu uh tukisema tukweke hapa na Edi mwimbe tu, tuone huyu na huyu. I mean na Pako, sorry yeah. na pako yeah. tu, tu, baba Asma labda ndo yeah. afanye hivyo yeah. kwamba Pako aimbe na wewe uimbe, uko tayari? Yani najamini asilimia mia mi nipo tayari hata leo kwa mm -hmm. sababu kile kitu nilikifanya mimi mm -hmm. hata sasa sasahivi mm -hmm. namaliza. chochote cha kumwambia Pako? Pako, maisha yapo hivyo, kwa sababu sote tunapambana ili tufanikiwe. mm -hmm. Nisha kupigia simu zangu nyingi ushiki mwona, sio kwa ubaya, lakini tulipofikia ni pabaya sana, isifike stage mpaka tunashindwa kusaidizana mm. ya sijapenda mm. sijapenda yeah. sijapenda yeah. uh, chochote cha kuambia mashabiki zako? Mashabiki zangu nafurahi sana mnavozidi kunisapoti, lakini pia mniombee katika hili niweze kufanikiwa mm. ili nirudishe heshima yangu kwa sababu mm -hmm heshima yangu inatumika na mtu ambaye hajafanya kazi yoyote. Hicho ndo nachowaambia mashabiki zangu Edi, hivi haufikirii kwamba pengine ulidhulumiwa pesa na mtu ambaye alijifanya Pako? Kumbe so Pako. Hapana, awezi kujifanya Pako halafu alafu itumike kwenye Dunia. Aa, yani yeye yeah, alijifanya kama ni Pako producer kwa yeah. sababu pa, Pako anakataa yeye yeah, so producer Pako, angekuwa so producer pale, asingeandikwa kama producer. mm -mm. Yaani mtu alikutapeli wewe, ndo alijiita Pako ila yeah. so Pako ah. kwa sauti iliyoongelewa kwenye simu mimi namjua, na kwenye mitandao ya kijamii ndo yule, ndo huyo huyo huyo sije ukao ulikaribishwa mjini. So hivyo so, so tunamzungumzia, tuna mtu ambaye ni yeye. Mi mimi nikushukuru sana kwa muda wako, kwa sababu sio kila mtu anaweza kuongea hivi. Sante kama sante, akipitia changamoto anayoipitia. Sante, sante. lakini pia nikutakia kila laheri kwamba kile unachotamania kifanyike kifanyike. na baba Asma nafikiri ye ni mpambanaji kama wewe, so yo, chochote kinaweza kutokea. nafikiri tuzidi kuwasiliana, ya? Amna shida. kwa niaba ya, ya vijana watafutaji Edi alikuwepo hapa kudai haki yake na naamini nyinyi pia ni watu ambao mnatafuta au kama ushajipata ulipitia kwenye hizi haso za kutafuta haki na nini, unatafuta mradi mkono uende kinywani. so umemsikia Edi, umemsikia pako pia akili kumkichwa, wewe mwenyewe utachanganua kipi ni kipi, lakini jitihada za kumtafuta baba Asma bado tunaendelea nazo, so lolote linaweza kutokea, just stay there. Lakini pia tuzidi kum encourage Eddie, kama kweli haki ni yake, basi kilicho chake kitamfuata, au vipi bana. Mimi ni Sarafina Jerry, behind the camera ni Juma Koba KB Pixel. bye-bye.